Yapo tuliyoyaahidi kuyatekeleza kwa wananchi katika kipindi cha miaka mitano. Nisingependa kuona mtu yoyote ananichelewesha kuyatekeleza hayo niliyoyaahidi. Nisingependa kuona mtu yoyote ananichelewesha kutekeleza hayo niliyoyaahidi kuyatekeleza katika kipindi cha miaka mitano. Ni waombe wanasiasa wenzangu wafanye siasa za ushindani kwa nguvu zote, ili wananchi watuhoji tuliyoyaahidi tuliyatekeleza au hatukuyatekeleza. Ushindani wa sasa hivi wa vyama vya siasa ambao natakiwa upigiwe nguvu zaidi ni kwa wale wawakilishi waliopewa mamlaka na wananchi. Kama ni kwa madiwani, wakapeleke hoja kwa nguvu sana kwenye maeneo yao, kama ni wabunge, wakazungumze kwa nguvu zote sana bungeni, lakini hata kuziba midomo nayo ni demokrasia. Lakini ninachotaka kusema tumeamua kufanya kazi tutashirikiana na vyama vyote katika kuhakikisha tunatatua kero za wananchi, na huo ndio wajibu wangu, na hili nitalisimamia kwa nguvu zangu zote.